Lakini Agustino, mtakatifu Agustino aliwakumbusha akasema, kumbuka unapofanya vizuri umshukuru Mungu kwa sababu ni yeye anakuwezesha, kwa imani, kwa neema zake ufanye vizuri. Kwa sisi swala tu nifanye vizuri kwa napata mshahara kwenda mbinguni, si mshahara, ila ni neema ya Mungu ambayo inafanya kazi kwa, na kwa sababu hiyo uwe mnyenyekevu, pokee, uwe mnyenyekevu. Sasa nafanya kazi, cheki niliofanya kazi nijisifu, hapana. Cheki nilivyofanya hivi na hivi na hivi, kwa hiyo najisifu mimi. Hapana, ni ninaona katika, labda mimi ni mwimbaji au mimi nani, naimba kuliko wote. Si kwamba wewe utapata mshahara huo, hapana. Neema ya Mungu, kwa sababu tunaambiwa kabisa kwamba tumepewa kila mmoja na kipaji cha Roho Mtakatifu mwake ambacho kinamuongoza na kumwelekeza. Kwa sababu hiyo, yale anayoyafanya yafanyike kwa sifa na utukufu wa Mungu. Na ndio maana Yesu anatuelekeza kabisa kwamba unapomaliza yote umeelekezwa fanye. Fanya moja, mbili, tatu, sasa so, mwisho wakati uweze ukaanza kujisifu wewe. Sio kama mimi ni mtumishi ambaye sina faida. Nimefanya tu yale ambayo umenielekeza niyafanye. Na kweli nimeyatimiza hayo. Ni unyenyekevu hali ya juu. Kwa sababu imani hiyo iendane na unyenyekevu na unyenyekevu. Na unyenyekevu unakufanya ujitambue na unapojitambua ndio neema za Mungu zinafanya kazi kwako.